Na, yani watu wao wanajua tu ku, ku, ku, kuimba haki, haki, haki. Kwa nini watu? Alafu hata baadhi yetu viongozi tena wakubwa wakati mwingine tunahubiri tu haki lakini umwambii bwana ndiyo una haki hii lakini. Wewe niambie ni nani? Baadhi ya wengi, wengi, wengi tu ambao wanahubiri sana haki, haki, haki. Hebu waulize, mbona hapo umwambii? Alafu nashangaa hata waandishi wa habari kwa nani waulize. Hivi mbona umwambii wajibu wao kama wafuasi wako, kwanini waambii wajibu wao ni kitu gani? Kama wanavyofanya sasa hivi e, wagombea sasa hivi unaona wakimwaga sera zao, lakini wanaambia, bwana, wajibu wenu ni kutunza amani. Lakini utakuta mtu mwingine anajua tu kusema haki, haki, sawa, sawa. Haki. Kwa hiyo, eh, kipimo cha msingi cha msingi ndio, una haki, je, wajibu wangu ili nipate hii haki, wajibu wangu ni kitu gani? Wajibu wako sio kuhamasisha maandamano sio kuingia barabarani uanze kufunga barabara, sio kuingia barabarani uanze ku- ku- kupora ku, ku, ku, maduka ya watu.